Hizo nuru zetu zisionekane, kama sisi ni chumvi. Kwa nini chumvi sionekane? Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote yanatoka wapi na chumvi inakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tujue kwamba sisi wote tumeshaharibika na tumetupwa nje. Bwana asifiwe. Kwa sababu chumvi ndio inatumika katika ulimwengu, chumvi ndio nuru. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kula chochote bila chumvi. Hivyo hivyo wewe ni chumvi kwa watu ambao hawamwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaitumiaje hiyo chumvi yako iliyopewa na Mungu, au umesharijika, umetupwa nje, umekanyagwa na watu? Bwana Yesu asifiwe. Ni swali la kujihoji, wapendwa. Asubuhi ya leo tujihoji kwamba Kweli mimi ni chumvi ya hii dunia, ni chumvi ya ulimwengu? Kwa sababu unaweza yau, wewe ni chumvi ambaye ukitia kwa watu wengine unaenda kuharibu hata vile ambavyo walikuwa wamepitika. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu mwingine anaweza akajiandaa kwa ajili ya utakatifu, wewe kwa kweli ni chumvi iliyoharibika ukaja ukaharibu. Bwana Yesu asifiwe, ukatia ile chumvi ikawa nyingi hadi kile chakula kikashindwa kulika. Bwana asifiwe. Na ndivyo tulivyo, hatuwezi kukadiria maneno yetu, hatuwezi kukadiria chumvi tunayoitumia kutoka kwenye vinywa vyetu. Bwana asifiwe. Tunapenda kuangamiza mboga zichache, chakula kiwe kichungu, watu wengine wasile. Bwana asifiwe. Hatuwezi kutenda vile Mungu alivyotuweka kuwa sisi ni chumvi ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Au chumvi ya dunia ambapo Mungu akikuangalia hata unapoongea na watu wengine, anajivunia kwamba kweli huyu ni chumvi yangu niliyoiweka kwenye ulimwengu huu. Bwana asifiwe. <coughs> Yaani mpendwa, nataki ujihoji asubuhi ya leo, uhoji moyo wako hivi. Mimi ni chumvi ambayo nikiwepo na kolea, au mimi ni chumvi niliyoharibika nilishatupwa na nje, watu wanapita nangewatuwanapita Maswali yanabaki kwa kila mmoja, na kwa kila mtu ajikoji ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe. Kwa sababu naweza ukawa wewe una kundi lako unaliendesha. Ni chumbi gani unaunga kwenye kundi? Ni chumbi gani unaunga kwenye kanisa? Bwana asifiwe. Ni chumbi iliyoharibika au ni chumbi inayokolea ili lijenge kanisa? Bwana Yesu asifiwe, ukawa wewe huyu unagomoa yule pale bwana asifiwe. Kwa kuwa sisi ni chumvi ya ulimwengu, apendwa, tunapaswa kubadilika kweli, tuwe nuru. Tukiwa nuru, nani anaweza kuwasha taa yake akaiweka chini ya uvungu? Yupo? kila mtu akiwasha taa kwanza, taa zote lazima ziwe juu, ili zimulike waliomo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ni taa, tulishawashwa, tuwezi kukaa uvunguni Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwa juu. Tuwe nuru ya kumlika watu wengine wale ambao hawajapata hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe.